Mgombea sure no wa ugavana wa kaunti ya Bungoma, mheshimiwa Timothy Wanyonyi ameendelea kuleta matumaini na nafuu kwa familia zisizojiweza kupitia juhudi zake endelevu za kuunga mkono sekta ya elimu. Mpango wake umeleta tabasamu kwa wanafunzi wanaohitaji msaada pamoja na wazazi wao, hatua inayodhihirisha dhamira yake ya kuinua makundi yaliyo hatarini katika jamii. Ndio sasa mwalimu akakuja kwa, kwa mikuu ya mwalimu nini, kwa mikuu ya, ya mheshimiwa Tim, ndiyo amenisaidia mpaka mtoto huyu sasa saa hii hata amefaa, anaondoka anaenda shule. Mheshimiwa Wanyonyi amesisitiza kuwa kila mtoto ana haki ya kupata elimu bora bila kujali hali ya kifedha, akibainisha kuwa elimu ni nguzo muhimu katika kuwezesha vijana kutimiza ndoto zao na kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya jamii. So watoto wafanye nini? Wasome. Hadi sasa mgombea huyo ametoa basari kwa wanafunzi wengi wanaohitaji msaada katika kaunti ya Bungoma, huku katika baadhi ya matukio akitumia rasilimali zake binafsi kupitia taasisi yake ili kuhakikisha hakuna mtoto anayekosa masomo kutokana na ukosefu wa karo. Honorable Tim Wanyonyi has gone out of his way to support education and today fortunately again he has been able to support a few more students. Wanafunzi walionufaika pamoja na wazazi wao wameelezea shukrani zao kwa msaada huo, wakiahidi kujituma zaidi katika masomo kama ishara ya kutathmini juhudi hizo.

Nataka kushukuru Mungu sana, nataka kushukuru mheshimiwa wetu team. Nataka kushukuru mheshimiwa wetu ambayo metu, tuko na wewe mahali hapa siku ya leo. Ya kwamba ni jambo kubwa sana ambaye mheshimiwa wetu ametufanyia kama wazazi. Mimi binafsi, ama single mother na nilikuwa nimejaribu, lakini singeweza. Walimu kutoka taasisi mbalimbali pia wamesifu mpango huo wakiutaja kuwa wa wakati mwafaka na wenye athari chanya, huku wakiahidi kumuunga mkono katika azma ya uongozi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Young gentlemen and women could not be going to school today. As I'm standing here I'm standing as a teacher of Mpeli Primary School where mheshimiwa has supported three needy kids two of them joining Cardinal Otunga Girls, and one of them joining St. Peter's Mumias. zaidi ya kaunti ya bungoma Mheshimiwa Wanyonyi ameendelea kutoa msaada kama huo katika eneo bunge la Westlands ambako kwa sasa anahudumu kama mbunge. Hatua inayodhihirisha dhamira yake pana ya kuimarisha elimu na kuwezesha wananchi. Katuuzi, mnajua tukikuja hapa lazima tupeane basari kumpeleka watoto shule sawa sawa? Unajua kama mtoto wako anasoma kwa shule kama hii hii ya Loresho hii hapa ni kama tukipatia hiyo cheki ni kama umelipa half of the fees. Si ndio? Kidogo, yeah. Wale, wa like wale wanaenda boarding ndio fees ni kubwa, lakini wale wanaenda hizo day schools tukipatia cheki ya 5000 is almost half of the fees. Kadri mjadala wa elimu unavyoendelea, juhudi za mheshimiwa Timothy Wanyonyi za ufadhili wa masomo zinaendelea kutia matumaini katika familia zisizojiweza. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simiyu.